Habari za wakati huu, mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almasi, tega sikio na unipe macho mwanzo hadi mwisho. Nasema karibu, tuanzie na uko Baraka, ambako kuonyesha zaidi jamii ya kimataifa, chanzo kikubwa kinachopelekea mkoa wangu kuvamiwa ni moja ya misheni iliyonipeleka mjini Kinshasa. Amesema ayo profesa Jean-Jacques Purusi gavana wa mkoa wa kivu Kusini, wakati wa mahojiano na waandishi wa habari akiwa mbele ya vipaza sauti vya redio mbalimbali. Gavana mkoa wa Kivu kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki amesema kuwa mkoa wa Kivu kusini una mali nyingi, ndiyo maana unakumbwa na uvamizi mkubwa, hasa vita vya mara kwa mara, kama alivyoeleza kwenye TV yako, tumsikilize. Ile ilikuwa kwenda kusaidia kuexplain hii vita, bako anatugombanisha juu ya nini?

Na ekipe ya kwanza ya PNUD ya Nations Unies kunafika hii weekend Bujumbura, deja juu ya kuya Uvira kupanga na si tutaangalia huko Mudusa ni kwamba kisha hali ya usalama kuzorota ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini kupitia uvamizi wa M23, hatimaye mbuga la wanyama la Kahuzi Biega hadi sasa alina walinzi hivyo ni, kutokana, hivyo ni kutokana na walinzi wa mbuga hilo kukimbia sehemu mbalimbali kwa kuhofia usalama wao. Katika mazungumzo na tv yako, mwenyekiti wa shirika la raia pa Mudusa bwana Francois Mubalama amesema hadi sasa mbuga la Kahuzi Biega linaendelea kukumbwa na hali mbaya kisha kuona watu wanakuwa wakikata miti kiolela ndani ya mbuga hilo huku wengine wakiwinda wanyama kiolela, kama alivyoeleza Patu, msikilize. Tangu eh, hali ya usalama izorote ndani ya jimbo la kivu ya kusini, watu wengi walikimbia makao yao, na vile vile wale ambao wanakuwa wakichunga mbuga la kuhifadhi wanyama ama wa garde park, nao pia walikimbia kwa kuhofia maisha yao. Na baada ya kukimbia kwao, parke ya Kahuzi Biega nayo ikakuwa haiko tena epargne na e, usalama mdogo ama kusorota kwa usalama, ndio unaona kwa sasa siku za leo e, kunakuwa aktivite nyingi zinafanyika ndani ya parke. Leo tunaona watu wanakuwa wakikata makaa, wanachoma makaa ndani ya mbuga, wengine wanakata miti kiolela, wengine wanakata mianzi na hata wengine wanatega nyama na kubeba hata imwa mule kwa ajili ya kuwinda nyama. Hali hii kabisa inakuwa ikileta oga na inaleta kabisa e, kusikitisha mkubwa sana kwa sababu e, tunaona kwamba ikiwa makazi hizi zitaendelea ndani ya parki e, kutakuwa kabisa makonsekansi nyingi ambazo zitatokana na mazingira ambazo zitakuwa zinakumba watu e, msiku zinazokuja watu wengi kwa leo wanaweza kuwa na ugumu ya kuona ma consequences environmental ambazo zinaweza kujitokeza hapo mbeleni, lakini kiukweli ikiwa e, mbuga hili linaendelewa kutatizwa hivi, ma consequences hizo zitakuwa ziko nyingi. Sasa na wakaaji ambao wanakuwa ama wanaishi kando kando ya parke ndio wanakuwa zaidi wako implike mu exploitation ya hii parki e, bila kujua kama ma modification climatique ambazo tunakuwa tukiishi leo. Watu leo unasikia unasema kwamba mvua zinakosekana, joto inakuwa nyingi, ni kwa sababu msiku zilizopita tulikuwa tuna exercer pression eh, ku nature na watu hawakutenire konte na makonsekensi ambazo zingejitokeza hapo mbeleni. Huko Butembo ni kwamba watu waliojiorozesha ili kwenda kufanya mafunzo ya kijeshi huko Nyaleke tarafani Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, wameanza safari ya kujiunga kwenye kambi za mafunzo siku ya Jumamosi ya tarehe ishirini na nne Mei elfu mbili na ishirini na tano Ndivyo amehakikisha hayo tembo siotama hausikana wa wahamasishaji ndani ya mji wa Butembo. Katika mazungumzo na TV yako akiwa mjini Butembo, tembo siotama amesema licha ya msafara wa kwanza kwenda, milango bado iko wazi kwa wale wanaotaka kujiorozesha, wakati ya kuenda kwenye sandre imeenea na ile kwenda kwenye sandre kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi. Na hiyo mafunzo ya kijeshi leo ilikuwa rendez-vous, lakini inaonekana wengi hawakupata hiyo information na wale ambao wamepata hii formation tunashuka nao pamoja. Wengi wamefika, wanafika kwenye kae, wanasema wajiaregistre au watakuja nyuma, lakini wale ambao wamekuwa tayari, lo ya kwanza inaenda na wengine watakuwa naenda wakifata progressive. Inakuwa kwanza fusho moja ambayo tayari nakaribia ja, na wengine walikuwa hapa asubuhi wamerudilia nguo zao, na wengine wana promise kwamba watakuja mchana, wengine magharibi, sijui wengine kesho, lakini wale ambao kwanza wanakuwa tayari tunaenda na vijana wa Butembo. Wanakuwa na yanamo na baridi kwa kuingia kwenye jeshi, lakini tunasema ni wakati ya kutosha hiyo baridi na kujimobilize comme seul homme, namia ya kwamba apres ekipe ya kwanza ya formation nyingine itafata. Serikali ndio itawalinda na huku nyaleke deja kunakuwa maskari ambao wanachunga hii sana, huko securite iko garantie, na sisi tulijipenyeza kama wamoja wa wasensibilisateur lakini wagestionnaire wa hiyo sandra wako huko, na serikali nakamata gestion ya hiyo sandra. Sisi tunakuja si tu. Mwishowe, Bifeza, moja kati ya watu waliojorozesha kwa ajili ya kusafiri na kwenda sehemu ya mafunzo, ameonyesha hapa malengo kubwa aliyompelekea ye kujiunga kwa ajili ya kufanya mafunzo hayo. Yenyewe na ni motive, ni juu kuona ngisi tunateseka siku mingi na Banyarwanda wamecheza na siye siku za kutosha tunaona ke hakuna wengine wanaweza tupigania sipokuwa, peke siepeke kujitia mo nguvu na kuonesha ingisi dawa ya moto ni moto. Tunasirika, ndio maana tunaenda saa vile wanamke na sie tunajiandikisha, kwenda kuwa na wenzetu wanamke wakui. Tunaenda juu tuende kuwa na ordre tukuwe na commandement yenye ko bie controlé, donc oto on hatuende juu a kusema, saa tunafika mwingine, kisha tunakuwa menace tena ku population yetu. Mimi naambia wenzangu wanamke wa population babababote wenyewe anaweza jisikia huru mwenyewe mwenyeko tu adilte kuanzia kujizuita kupanda. Sasa watasikia hii message watukute formation ya leg na huko Goma. Ni kwamba asali ya nyuki inasaidia mwili wa binadamu kujikinga na magonjwa mbalimbali. Hameasemayo bwana Sunzu Masambo, mtaalamu wa maswala alishe jimonikivu ya Kaskazini. Hivyo ni katika ile ali ya kusherehekea siku ya nyuki duniani. Akizungumza na TV yako, bwana Sunzu Masambo Teofil mtaalamu alisha amesema kuwa asali ni muhimu na ni vyema kila mara raia kuwa na tabia ya kunywa kijiko kimoja cha asali kwa siku. Kama alivyoeleza, asali ya nyuki inasaidia mwili ya mtu kukuwa na kinga ya mwili juu ya magonjwa fulani fulani. Hapa tunaweza kusema magonjwa ya moyo kama vile ya AVC. Hii asali ya nyuki inasaidia damu kutembea vizuri ndani ya mwili na ndani ya moyo ya mutu. Ya tatu, kazi ya asali ya nyuki inasaidia kuboresha kiasi ya kolesteroli. Lakini naomba tutumie kiasi, tusitumie asali ya mingi, inakuwa na sukari mingi ndani na inaweza tena kutuletea magonjwa tena ingine. Na kama tunaitumia, tunakamata ile kijiko kidogo mbili ya asali ndio tunaleta maguera kafe, tunaweza tumia mbili kwa siku. Na tumalizie na habari za huko Kasai Central, ambako waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka alielekea Kananga, mji mkuu wa mkoa wa Kasai Central. Baada ya kuasili kwake, mkuu huyo wa serikali alihutubia Jumamosi mosi ya tarehe ishirini na nne Mei elfu mbili na ishirini na tano idadi kubwa ya watu wa Kananga kwenye eneo linalojulikana kama Place de l'Independance katika hotuba yake Jdisuminwa Tuluka alitaka umoja wa kiraifa wakati akielezea miradi inayopewa kipaumbele katika mkoa huo huku akisisitiza juu ya umuhimu wa mshikamano katika nyakati hizi za shida zinazotokana na uchokozi wa Rwanda kupitia uasi wa AFC M23 na mnoko. DRC inapitia mitihani migumu, uchokozi wa Rwanda mashariki, lakini ninawaambia nguvu zetu ziko katika umoja wetu. Hatutaruhusu mtu yoyote agawanye taifa letu, Tukiwa nyuma ya rais wetu Felix Antoine Chisekedi, tutatetea kila santimeta ya eneo letu. Kananga, kama Goma au Kinshasa, ni sehemu ya nchi hii isiyogawanyika, alisema waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka, kabla ya kutoa heshima kwa vikosi vya jeshi la taifa la RDC, polisi wa Giraifa na wapiganaji wa wazalendo ambao wanapigana na adui mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha utetezi wa uadilifu wa eneo ya kitaifa. Waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka ametangaza ufuatiliaji kibi wa kibinafsi wa miundombinu muhimu. Kati ya miradi mikubwa iliyotajwa ni pamoja na barabara ya kananga kalamba mbuji na ukarabati wa mitambo ya maji. Nitakagua kazi za barabara ili kufungua Kananga. Barabara ya Kananga Kalamba Mbuji ambayo inatengenezwa pia itakaguliwa ili kuhakikisha mageuzi. Mmomonyoko na unaoharibu vitongoji vyenu tutapigania na suluhisho la kudumu kuhusu bwa la Katende. Kazi hiyo itazunduliwa tena kama mkuu wa nchi anavyotaka. Maji ya kunywa na umeme siyo marupurupu, bali ni haki yenu. Hali hakikisha jidusuminwa tuluka akijua matarajio ya idadi ya watu wa kona mbalimbali mbali za nchi, Judith Suminwa alisitiza juu ya kujitolea kwa serikali yake kufanikisha yote ambayo rais wa jamhuri aliwaahidi wenyeji wa Kasai wakati wa kampeni za uchaguzi. Hii ni moja malengo ya mpango wa toa serikali page 2024 hadi 2028. Niko hapa kusema jambo moja, jambo lenyewe ni ahadi za rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi katika mkoa wa Kasai Central zitafanyika sio kesho, ni leo. Serikali itawasau. Kila pesa inayoibwa katika miradi hii itafuatiliwa na kila kuchelewesha kutahukumiwa. Uvumilivu wenu umedumu vya kutosha. Alihakikisha yo katika hotuba yake. Tukumbushe kwamba baada ya kutembelea eneo la mashariki mwa nchi siku chache kisha kuchukua madaraka, waziri mkuu Judith Suminwa tuluka tayari ametembelea eneo zingine kadhaa za nchi ikiwemo mkoa wa Grand Bandundu, Tanganyika, Congo Central, Grand Katanga na Grand Kasai, ambapo ataendelea na ziara yake ya kwenda Chikapa, mji mkuu wa mkoa wa Kasai wiki ijayo. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau ku like ku share na ku subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Hii ni Fizi News 24 tv yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuletea taarifa hii habari alikuwa ni mimi Safari Almas, bye bye. Médias d'information en temps réel Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.